Edgar Chagwa Lungu alikuwa mwanasiasa wa Zambia. Alishika hatamu ya uraisi tangu Januari mwaka 2015 hadi Agosti mwaka 2021. Hizi ni baadhi ya nukuu zake muhimu kuhusu siasa, uchumi, demokrasia na uongozi. Januari 26, mwaka 2015, wakati akiapishwa baada ya kuchaguliwa kama raisi katika viwanja vya vi Mashujaa kule mjini Lusaka alisema kuwa Zambia is bigger than any one of us, we must unite and place the the national interest above the personal interest. Kauli hii ilibeba uzito mkubwa wa wito wa mshikamano kitaifa wa kitaifa baada ya uchaguzi wa dharura, akisisitiza umuhimu wa kuweka maslahi ya taifa mbele ya tofauti za kisiasa. Siku hiyo hiyo akasema kuwa I am president of all Zambians, those who voted for me and those who didn't. Mara hii kauli yake ikibeba ujumbe mkubwa wa kusisitiza na kuhimiza kuwa yeye ni rais wa Wazambia wote bila kujali tofauti zao za kisiasa. Aliongeza akisema, leadership is not about ruling people, it's about serving them. Hapa alieleza mtazamo wake wa uongozi kama huduma kwa wananchi badala ya utawala wa mabavu. Septemba 13, 2016, alisema kuwa We cannot eat politics. We need to focus on development, infrastructure and jobs. Hapa alizungumza wakati akiapishwa kwa awamu ya pili huko katika viwanja vya Lusaka na sentensi yake ikisisitiza zaidi katika maendeleo ya kiuchumi, miundombinu na kutafuta ajira badala ya siasa zisizo na tija. Tarehe ya 20 Machi 2018 alisema, No one is above the law, not even the president. The law must be applied equal to all. Hii alizungumza katika hotuba yake kwa bunge kuhusu maadili ya kitaifa huko mjini Lusaka, akisisitiza utawala wa kisheria na usawa mbele ya sheria kwa wote ikiwa ni pamoja na viongozi wa juu. Septemba 14, 2018 alisema, Democracy is not about insulting each other or threatening violence. It's about respecting differing views. Hii alizungumza katika hotuba ya ufunguzi wa bunge akisisitiza umuhimu wa kuheshimu maoni tofauti katika demokrasia, akihimiza wanasiasa na wananchi kudumisha heshima na uvumilivu. Na mwisho wa tarehe hiyo hiyo akasema, opposition is is not enemy it. It is a necessary part of a functioning democracy. Hapa akikiri nafasi ya upinzani katika demokrasia na umuhimu wa kuheshimu maoni tofauti. Aidha, Edgar Lungu alizaliwa tarehe 11 Novemba 1956 katika mji wa Ndola mkoa wa Copperbelt na kufariki dunia tarehe 5 Juni 2025 akiwa na, na umri wa miaka 68 baada ya matatizo ya kiafya iliyotokana na upasuaji nchini Afrika ya Kusini. Lungu alisomea sheria katika chuo kikuu cha Zambia na baadaye kufanya kazi kama wakili Alijiunga na siasa kupitia chama cha Patriotic Front PF ambapo alihudumu kama waziri wa sheria na waziri wa ulinzi chini ya Rais Michael Sata. Baada ya kifo cha Sata mwaka 2014, Lungu aliteuliwa kuwa mgombea wa PF katika uchaguzi wa urais wa Januari 2015, na alishinda kwa ushindi mwembamba dhidi ya mshindani wake Hakainde Ichelema.